mwanamume atakapooa bikra, walbikru ni mwanamke ambaye hajaingiliwa kisheria, hajaingiliwa ule kuingiliwa. Hata kama amemwoa wiki ya jana, alafu wiki hii akaoa mwingine, yule ambaye tayari alishamwoa yeye ataitwa ni thayib, na huyu ambaye amemwoa leo ameoa bikra ambaye hajaingiliwa kuingiliwa kisheria. Akioa mwanamke wa namna hiyo, aqama indaha saba, anakaa kwake siku saba. Aqama indaha saba, anakaa kwa maana atabakia kwa mke huyo siku saba kabla ya kugawa zamu. Hizi siku saba hizi hazina mahusiano kabisa na ile iliyozuilika katika jamii kwamba eh, mtu akioa basi kuna saba, kuna kitu anaita saba. Halafu ikishafika saba, wanakuja kumtoa mwali eh, kutoka kwenye saba. Hiki kitu hamna, haya ni masala ya mgao. Kwa maana huyo ameoa ameoa mke mpya na wakati huu alikuwa na mke mwingine eh, hapa si kuna zamu Ye, aowe leo eh? Alafu aanze kugawa zamu, yaani leo alale kwa huyu mke mpya, kesho aende kwa mke wake wa zamani. Pana sheria ikamwambia akae kwake huyu mpya siku saba yote, tena yule ambaye amemwoa ambaye alikuwa hajawahi kuingiliwa, kuingiliwa kisheria, akae kwake siku saba. Thumma qasam, kisha agawe siku wa idha tazawaja thayib, na akioa mwanamke ambaye alishaolewa alafu akaachika au aliyefiwa kakaa mpaka ida ikaisha, huyu ni thayib, aliingiliwa au kuingiliwa kwa kisheria. Akama indaha thalatha, huyu kwa huyu atakaa kwake siku tatu kabla ya kugawa. Thumma kassam, kisha atagawa. Anasema huyu mpya, huyu Huyu mwanamke mpya, sheria imemruhusu huyu kukaa kwake siku saba, ha? kwa sababu mara nyingi nafsi ina mili na kuelemea kwa huyu mwanamke ambaye ni mpya, amemwoa bado ni mpya mpya, anatamani awe akaikae naye muda mrefu. Sasa kule yale ya matamanio yako ya kutaka kukaa naye muda mrefu, sheria ikakupa siku saba, sheria ikakupa siku saba. Kaa naye siku saba. Uh, mfurahi, uh, naam, mlea asali, uh, shahrul asali, sijui wanaita wenyewe mwezi wa asali na nini, lakini <laughs> sasa <laughs> kuna usbuu al asal, wiki ya asali, sio? <That's> mwezi mwezi, yule ambaye peke yake, ambaye umemwoa wa kwanza. Naam, <laughs> naam. Kwa hivyo kaa naye siku saba, nafsi ina mili, nafsi inapenda sababu ya upya upya na nini, apenda ka kaa naye kipi ya eh, eh, kinyemi, an-nafsu tamilu ilaiha. Naam. Kwa hivyo sheria ikakupa siku saba ukae naye. Ama thayib huyu yeye eh, kwa sababu washa zoea ya ndoa, lakini katika masala ya ndoa si mpya huyu yeye, kaanaye siku ngapi? Siku tatu, eh, kwa sababu washaa zinamtosha siku tatu kukaa naye katika e, na nyusiku zake, yani hizo siku saba hizo na hizo siku tatu ni, pam, ni michana yake pamoja na nyusiku zake nakaa kwake. Lakini ikitokea labda akakaa kwa huyu thayyib siku saba, basi atatakiwa kuzilipa ha, amemoa mke, siku, wa, mke wa mke ambaye anatakiwa akae kwake siku tatu, lakini akakaa siku saba, basi atazilipia hizi siku saba kwa wake zake wengine ambao hakukaa kwao siku siku saba. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ya Ummu Salama alipomuoa wabata, indaha thalatha Alilala kwake siku tatu. Qala, kisha akasema, innahu laysa biki hawanun ala ahlika wewe, uh, huna uh, hawanu ala ahlika ala ahlika. Inshiti, ukitaka sabatu laki, ukitaka nikufanyie siku saba, nikae nawe siku saba wa in sabatu laki, na nikikufanyia wewe siku saba, sabatu nisai nitawafanyia wake zangu wengine ambao sio wewe siku saba vilevile, kwa maana nitaenda kuwalipia eh, siku saba, kwa sababu sikuwafanyia wao siku saba. Nitakwenda, nitakwenda nitazilipa, tazilip, kule. Naam, muttafaqun alayhi, hadithi hiyo ya juu. Hii hadithi ya ambayo iko kwenye matni ya kuhusiana na kugawa zamu baada ya siku saba na kugawa zamu wa thayyib baada ya siku tatu ni hadithi ambayo ni mutafaqun alayhi. Waqalat Aisha, sema mama Aisha radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha arada safaran, yani yote haya ni, yanazungu, ni mambo ya uadilifu kwenye kwenye ndoa. Eh, ukioa mwanamke ambaye ni bikra Uadilifu wa kuanza kugawa zamu eh ni siku saba kwake, kisha uanze kugawa zamu kwa mke mkongwe, ni siku tatu. Sasa unataka kusafiri, na wewe una mke zaidi ya mmoja, utasafiri na yupi? Ukimchukua huyu, huwa atalalamika, ukimchukua yule, watatu hao wengine wawili watalalamika.

Kharaja biha, anatoka naye. Kwa hivyo, uh, upigaji wa kura uh, unakuwa uh, kwa namna tofauti tofauti. Uh, kama labda kuna vitu anaweka pale, atakayebahatika kuchagua kimojawapo <coughs> basi ndio ambaye atakuwa ana, anatoka naye. Kama wanawake wawili, basi unaandika uh, vikaratasi Eh? Eh, kimoja umeandika safari, kingine unakiandika unabaki, alafu na unavirusha pale. Atakayeokota safari ndio utasafiri naye, aliyeokota anabaki. Basi anabaki na na uadilifu nakuwa hivyo, na hakuna atakayelalamika sababu umefanya vile, umepiga kura imemwangukia yule. Naam, ni Mtume alikuwa akifanya hivyo, alikuwa akihitaji katika safari zake awe na baadhi awe na mke ambaye atakuwa anamhudumia huko <coughs> huko safarini. Kwa hivyo anafanya, anafanya kura. Wa idha asqatatil mar'a haqqaha min alqasmi na mwanamke akiangusha haki yake ya mgao ile haki ya kwenda kulala kwake, yeye akaiangusha, yaani akasema mimi bwana, ama mmewe, usije kulala kwangu ha? usije kulala kwangu, na mume akakubali, na mume akakubaliana na hilo, inajuzu kufanya hivyo, inajuzu kwa sababu hiyo ni haki yake ameangusha mwenyewe. Kwa hivyo, idha askatat lmaratu haqaha, mwanamke akiedondosha haki yake min alkasmi, ya kugawa ya mgao wa zamu, au min nafaka au ya matumizi, akamwambia mmewe kuanzia leo, bana usio unamuhudumia mimi, sitaki matumizi, awil -kiswa, au lkiswa au mavazi, nasema nao na nguo za kutosha, au naweza kujinunulia mwenyewe biidhni zauji, lakini ikawa kwa ruhusa ya mume jaza dhalika. Ina maana kwamba anaweza yeye mwenyewe akamwambia mbe, bwana, mimi siku yangu siku zangu zile ambazo nakuja kulala hapa, siku mbili eh, kila uh, kwa wiki siku mbili, sasa mimi nazitoa kwa, kwa, kwa mke fulani, mkeo fulani, utakaa kwake siku zote, usije usio nakuja kulala kwangu. Mume anaweza akakataa, ah, mimi sitaki nitakuwa nakuja kulala hapa anaweza akakataa, lakini mume akiridhia, anasema sawa basi. Kadhalika anaweza akahuduma aka, uh, na matumizi ya chakula na vitu vingine mavazi na nini, anaweza akadondosha hiyo, haki ni haki yake mwenyewe. Na ilitokea wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, eh, mama mmoja alichelea, alihofia kuachwa na Mtume sallallahu alaihi wasallama, naam. Huyu mama alikuwa amezeeka amekuwa mzee sana, akaona sasa hapa ndio ha, mama Sauda huyu akaona hapa, nimeshazeeka namna hii, huenda mtume akaniacha. Na naye anapenda awe mke wa mtume mpaka peponi, afufuliwe na nani? Afufuliwe na wake za mtume, naye akiwa katika wake

Alimpa Aisha. Fakana Nabii sallallahu alaihi wasallam salam yuksimu li aisha yaumaha wa yauma sauda. Ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam anagawa kwa Aisha, anamgawia Aisha siku yake na siku ya Sauda. Kwa hivyo, ikawa anakaa kwa Aisha siku mbili, kwa wake wengine anakaa siku moja moja, lakini kwa Sauda aendi kulala kwa Sauda kwa sababu Sauda siku yake ameitoa kwa nani? Ameitoa kwa Aisha radhiyallahu anha. Na hii yeah, inajuzu sheria kufanya hivyo, lakini uh, si kwamba ndo basi uh, tena anabakia uh, tu hivyo kama vile hana mume, la, bali anaye mume, atakuwa anamtembelea pale kumjulia hali yeah, na kama bado ame, ame, ame, amedondosha zamu tu, hakudondosha nafaka, nafaka anaendelea kutoa matumizi unatoa matumizi kama kawaida e, isipokuwa tu ile zamu ya kuja kulala haji kulala pale.